Tanzania, nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa hatua hiyo waliyoifikia ya kulipambania taifa letu katika mchezo huu wa AFCON, na sasa Tanzania imeingia katika timu shindani za mashindano ya AFCON na sio mshiriki au msindikizaji. Kisha kwao na Watanzania wote salamu nyingi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan ambaye ameniagiza nifike hapa kuwapokea wachezaji ambao baada ya mechi yao alichukua uamuzi wa kuwapelekea ndege ambayo inakwenda kuwachukua na kuwaleta hapa ikiwa ni moja ya dalili au moja ya ishara ya kuheshimu kazi kubwa ya kizalendo ambao wameifanya, na nami nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha Taifa Stars kwa hali na mali, lakini kuiwezesha sekta ya michezo kwa hali na mali kufikia hatua hii ambayo tumefikia. Na yeye mwenyewe tarehe kumi atakutana na wachezaji wote wa Taifa Stars na wachezaji wa michezo mingine ambao wameshinda katika mashindano mbalimbali yao ya riadha yao ya cricket, kwa chakula cha mchana pale Ikulu ili kuweza kuwapongeza wote kwa kazi nzuri ambayo wameifanya.